Kwingineko ni eti kwamba naibu gavana wa kaunti ya Machakos Francis Mwangangi ameitaka serikali kuhakikisha kuwa inatimiza matakwa ya wahadhiri wa vyuo vikuu. Mwangangi akiongeza kuwa iwapo mgomo ule utaendelea, wanafunzi wataendelea kuathirika. Aidha amesisitiza kuwa iwapo Rais Ruto hatatimiza haya itambidi kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka kuyashughulikia pindi tu atakapoingia Uh, for a long, long, long vijana wetu uh, uh, um, the, the lecturers from, uh, our universities mimi naomba serikali kuu tafadhali the same way you are killing the pollution in Kenya please don't kill education in this country because that is the only hope that is remaining for us na tukiendelea hivyo naona nchi inaendelea kuisha, sababu so, ikiwa hakuna elimu jameni, tutafanya nini? So naomba tu gavana uh, uh, Mutua na serikali kuu tafadhali, mko na so many problems that you have to deal with as opposed to kuja ku antagonize vijana wa hapa Machakos. Na niseme eneo hili tumeungana, tuko pamoja, na tunaungana na wakenya wale wengine. Hizi vitu zote serikali kuu waifanye. Tunaona maneno ya usalama vile, huko tunaona umezorota. Tunaona elimu ndiyo hiyo inaendelea kuisha, ugatuzi unaisha katika taifa letu. Mjue Kalonzo ako jiani and he will fix you if you don't fix these challenges. Sisi tuko nyuma ya his excellency Dr Stephen Kalonzo Musyoka kwa sababu tunajua mambo kama haya yataenda kusaidia taifa hili letu la Kenya if they are well taken care of. Bila elimu hakuna mahali tunaenda. Tunajua siku hizi even our foreign police, it is like Kenya has no foreign police. Inji yetu tunaona vile inaendelea, hata watu wa failed state like Somalia wanakuja kukanyanga bendera yetu hapo, kwa sababu ya uongozi mbaya wa hii serikali. So lazima they put their acts together, and I think Ruto might be listening to Mutua. Unajua Mutua na upaluku yake hiyo, hiyo ujanja yake labda amepeleka kule, ndio naona wanafanya vile, wanafanya kila kitu inaharibika atinashna